Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare, ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Wakati waziri wa mipango Profesa Kitila Mkumbwa anaeleza hapa kuhusiana na taarifa ya hali ya uchumi, alieleza juu ya namna ambavyo sekta mbalimbali zimechangia katika ukuaji wa pato la taifa. Mojawapo ya sekta ambayo kwa kweli imekuwa katika tatu bora katika kuchangia ukuaji wa pato la taifa ukiangalia kwa tathmini kuanzia 2015 mpaka 2024 25 basi, ni pamoja na sekta ya nishati. Sekta hii ilitoka asilimia 5.8 mwaka 2015, na sasa hivi tunazungumzia asilimia 14.4. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo hili lisingewezekana bila umadhubuti wa kuendelea kuwekeza katika miradi inayohusiana na sekta ya nishati, lakini isingeweza kufanikiwa bila kutoa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hii. Tumeshuhudia mafanikio makubwa sana katika sekta ndogo zote ambazo zipo katika sekta ya nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Nishati ama sekta ya nishati ina sekta takribani nne, na mojawapo ni sekta ya mafuta pamoja na gesi asilia. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha miaka minne, tumeshuhudia mafanikio makubwa sana katika swala la gesi asilia. Tumeendeleza kwa kiasi kikubwa sana miradi ya uzalishaji na uendelezaji wa gesi asilia katika vitalu vyetu. Katika kitalu chetu cha Mnazi Bay tumeweza kuzalisha takriban futi za ujazo, uh, bil, uh, trilioni, uh, bilioni 25.51 kwa kipindi cha miaka minne, lakini tumefanya hivyo hivyo katika kitalu chetu cha songosongo songo. Lakini vilevile vile kwa mwaka jana tumesaini mikataba katika kitalu chetu cha Ruvuma Ntoria, na sasa hivi tupo katika hatua za awali katika kuzalisha na kuendeleza katika miaka hii minne tumekuwa tuna mafanikio makubwa sana katika kusimamia na kudhibiti bei kikomo za bidhaa za mafuta. Bei ya ndani ya bidhaa za mafuta imeendelea kuwa himilivu. Mojawapo ya sekta ambayo ni moyo wa uchumi katika taifa hili ni sekta ndogo ya umeme. Mmeona uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika katika sekta ndogo ya umeme, hapo ulikuwa ukija kuanzia mwaka 2021 mpaka mwaka 2025 moja uwezo wa kuzalisha mitambo ulikuwa takriban 1600 lakini leo hii tumeenda mara mbili. tunazungumzia uwezo wa kuzalisha umeme takriban megawati. Ni uwekezaji mkubwa sana ambao haujawahi kufanyika tangia taifa hili lipate uhuru. Ipo miradi ya uzalishaji lakini ipo miradi ya usafirishaji pamoja na miradi ya usambazaji. Tulikuwa tuna kilomita za usafirishaji takriban 6000 ilipofika 2021 lakini mpaka sasa hivi tumeongeza kufikia kilomita takriban 8000 lakini usambazaji tulikuwa tupo katika kilomita takriban laki moja na arobaini na nne, lakini leo tunazungumzia kilomita takriban laki mbili. Tumeongeza matumizi takriban megawati mia saba kutokea ishirini na moja mpaka ishirini na tano. Hiyo ni alert kwamba inatupasa kuendelea kuwekeza zaidi katika miradi ya umeme, na ndicho ambacho serikali ya awamu ya, ya sita inafanya. Iko miradi ambayo sasa hivi inaendelea ikiwemo mradi wa Malagarasi ambao unaenda kuzalisha takriban mega 34.5, lakini vilevile vile, upo mradi wa kuzalisha umeme juu wa Kishapu ambao unaenda kuzalisha takriban mega 150. Hii yote ni kwa sababu tunataka hapo mbeleni tusirudi katika changamoto ambayo tulikuwa nayo hapa nyuma, na ndio maana tumejipanga kwa miradi hii ambayo inatekelezeka sasa hivi, na tumejipanga kuanza miradi mingine inayokuja ili kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa na umeme ambao Unaendelea kuwa himilivu kwa kipindi kirefu kinachokuja. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.